N mashallah, karibuni sana wateja wetu katika kampuni ya Manyara Birds iliyoko Arusha ndani ya mkurugenzi ndugu Jumanne Mwona wanyama wanyama wanaitwa kwa majina na wanakuja kama mnavyoona hapo. Hivyo mwana huyo ni Kurwa, huyo Doto ameshaitwa tayari, huyo hapo Ndugu watazamaji, karibuni sana kwenye kampuni ya Manyara Birds iliyopo Arusha, ndani ya mkurugenzi ndugu Jumanne. Tuna utaalamu mzuri wa kufundisha wanyama, tuna utaalamu mzuri wa kukamata. Karibuni sana wenye mazoo, wenye hoteli karibuni sana Manyara Birds iliyopo Arusha. Ndugu watazamaji, naomba niwatajie namba ya mkurugenzi Juma ni 0756 sifuri kumi na sita, karibuni sana wenye mashamba na karibuni sana wenye hoteli kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hawa wa pori na kwa ajili ya kufundisha. Tunapatikana Arusha, karibuni sana karibuni sana. Mi nafikiri hapa amejionea, ameitwa akiwa mbali, akaja mpaka akamfikia mhusika. Tunao pia, karibuni sana karibuni sana.